Habari, naitwa Dr. Christian Cuthbert Ngonyani. Okay. Uh, tarehe kumi na tano mwezi wa kumi. Kila tarehe kumi na tano dunia inaadhimisha siku ya unawaji mikono duniani. Uh, tunaweza tukaangalia nini maana ya kunawa mikono? Kunawa mikono ni kujisafisha kwa kutumia maji safi na salama na sabuni, ili kuweza kuondoa vimelea ambavyo vinaweza vikasababisha magonjwa ambavyo vinakuwa katika mikono yetu, lakini pia husaidia kuondoa uchafu na hutusaidia pia kuweza kujikinga na magonjwa mbalimbali ya kuambukiza. Hatua sahihi za kufata wakati wa kunawa mikono: kuna hatua sahihi kama nane hivi na nitaweza kuzisema moja moja. Kwanza utaandaa sehemu yako ambapo maji yanatiririka pamoja na sabuni yako ya kuweza kunawa mikono. Utafungua maji yaweze kuwa yanatiririka, halafu utalowanisha hiyo mikono yako kwa hayo maji ambayo yanatiririka. Hiyo itakuwa hatua ya kwanza. Hatua ya pili utapaka sabuni sehemu zote za viganja vyako, na huku ukiwa umetengeneza povu la kutosha. E, hatua ya tatu utasugua viganja vya mikono kwa hilo povu la sabuni kwa huku mbele. Lakini baada ya hapo, katika hatua ya nne utageuza na nyuma, huku tena utasugua viganja vyako utasugua. E, hatua ya tano utaenda mbali zaidi, utapitisha utapishanisha vidole utaendelea kusugua kiganja kwa kiganja huku ukiwa unapishanisha vidole vyako. E, hatua ya sita utasuuza mikono vizuri kwa maji tiririka ambayo yanatiririka na. E, hatua ya saba utatumia kiwiko chako hiki ili kuweza kufunga bomba, ukiwa sasa umeshamaliza kunawa mikono, ili usiweze kuikontaminate kui mikono yako tena ambayo ni misafi. Na hatua ya mwisho ya nane utaikausha mikono yako kwa kuikunguta kunguta, kunguta. Hivi viganja kutavikuguta kunguta pamoja na vidole vikiwa vimeelekea kwa juu. Kuna athari mbalimbali ambazo mtu asiyezingatia hatua za unawaji mikono anaweza akapata. Uh, eh, athari kubwa zaidi ni hataweza kuweza kuondoa vimelea mbalimbali mbali vya magonjwa kwa hiyo hivyo atajiweka katika hatari ya kuweza kuambukizwa magonjwa ya kuambukiza kama magonjwa ya homa ya matumbo ya typhoid, kipindupindu, lakini pia mafua kama hizi corona ambayo iliku, ilikuwa kwa kasi hapo kipindi cha nyuma uh, <coughs> lakini pia huyo uh, mtu pia atakuwa katika hatari ya kueneza maambukizi kwa wengine ambao atakuwa wapo karibu yake na atakao kutana nao au kushikana nao mikono, sababu vile vimelea bado vitakuwa vimebaki katika mikono yake, vitakuwa hazijaondoka, kwa atazidi kuvisambaza kwa wengine na, kwa magonjwa haya ya kuambukiza yatazidi pia kusambaa kwa, kwa watu wengine e, lakini pia e, bado ita, ita, itapelekea kuongezeka kwa vifo ambavyo vinaweza ambavyo vinatokana na magonjwa ya kuambukiza kama hizi homa za matumbo, typhoid, kipindupindu, mafua ambavyo vinaweza kuepukika.